Mabinti wanakuja kanisani uchi, wao wenyewe nao wanakuja uchi, wote tu, wamama uchi, mabinti zetu wote uchi, wote wote wote. Sasa unamwambia nini mtoto wakati wewe mwenyewe unatembea uchi? Israeli aliambiwa napoenda, kukutana na Bwana, fueni nguo, booge. Ina maana kuna mavazi ya kanisani. Ngoja niwaambie. hivi mtu aliyevaa kichupi tu huku chini na huku juu akienda kuogelea tutamshangaa kwa nini hatutamshangaa ni sehemu yake si ndio? vipi ukienda kuogelea na suti tutakukamata tukupeleka hospitali kichwa kimeruka sasa kwa nini nguo za disko zinakuja kanisani shida ni nini ati nyewe wamama shida ni nini nani amekwambia ukionyesha mapaji mapaja ndio unakuwa mzuri eh? Sema kwa nguvu baba, sema kwa nguvu. Kuna mtu kasema kitu hapo, nataka akiseme kwa nguvu. Sema. Yes. Biblia iko wazi, ilitamka dhambi kwa jina lake. Hatuwezi kumchezea Mungu namna hii, hatuwezi.